Natambua kwamba kuna juhudi zinazofanywa na baadhi ya mamlaka za udhibiti kwa kuunga kwa kuungana katika kufanya kaguzi kwa lengo la kuokoa muda wa wawekezaji. Wakati tunasubiri maboresho kupitia mpango wa pili, ziendelee kusisitiza kuwa taasisi zote zenye uwezekano wa kufanya kaguzi kwa pamoja ziendelee kufanya hivyo, ili wawekezaji na wafanyabiashara waweze kutumia muda wao katika uzalishaji, na hili nalizungumza kwa sababu wakati mwingi tumekuwa tukipata malalamiko hasa kutoka eneo la bandari, ambalo lina taasisi nyingi zinazofanya kaguzi za bidhaa mbalimbali, kwamba kila taasisi inataka kufanya kazi peke yake, kila taasisi inafanya ut kwa utaratibu wake, jambo ambalo linasababisha kuchelewa kutoka mizigo bandarini, linasababisha gharama za uhifadhi wa mizigo bandarini. Hii haikubaliki, na kwa hiyo basi, taasisi zote za kaguzi endeleeni kuwa na vikao vya pamoja TIC, kutana na taasisi hizi zikae pamoja na watafute mfumo ambao utarahisisha kukagua bidhaa yote inayoingia nchini na iwe wa muda mfupi, na gharama pia ziwe nafuu, ili kuwasaidia kuingiza mzigo nchini na kutoa bandarini kwa gharama nafuu. Haya ndio maelekezo kwenye eneo hili. Siri, Profesa Kitira Mkumbo katika maelezo yake amegusia kuhusu serikali kukamilisha maandalizi ya Dira ya Taifa ya elfu mbili na hamsini. Mimi nielekeze kuwa katika maandalizi ya mpango wa pili wa maboresho ya mazingira biashara na uwekezaji, timu zetu zote mbili zitumie dira ile ya elfu mbili na hamsini kama nyenzo muhimu, ili kuweza kupata upatanisho au muunganiko wa maono ya dira pamoja pia na kutekelezeka kwa huu mkumbi wa pili. nitapoelekea kuhitimisha hotuba yangu kwa maelekezo ninayotoa, nitumie nafasi hii kuweka msisitizo na kutoa maelekezo muhimu kama ifuatavyo: moja, kamati ya maandalizi ya mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, harakisheni kuandaa mpango huo ili utekelezaji wake uweze kuanza mara moja na kurahisisha mazingira bora kwa wafanyabiashara na wawekezaji wetu ambao sasa wameamua kuwekeza hapa nchini. Lakini mbili, kamati ya maandalizi ya mpango wa pili wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji kumbi tu, hakikisheni mnaweka vipaumbele katika kutoa huduma kwa haraka, kwa ufanisi na kwa kukidhi vigezo vya kimataifa ili kuendana na ushindani wa kibiashara duniani tukiamini kwamba wawekezaji ambao tunawahamasisha tuna leo ambao pia watatumia nafasi ya mkumbi tu ni kutoka pande zote ndani ya nchi, lakini pia kutoka nje ya nchi. Tatu, taasisi na mamlaka za udhibiti wa serikali za serikali ambazo zitahusishwa katika utafiti na tathmini zetu zitoe ushirikiano kwa dhati kwa kamati, ili iweze kuja na mapendekezo mahususi yenye malengo mapana ya nchi ambayo yataendana na Dira ya Taifa ya elfu mbili na hamsini. Hapa nikuwa namaanisha kuwa kamati hizi zinapokuwa zinafanya tathmini yake na zinahitaji kupata maelezo, nyaraka kutoka taasisi yote ya serikali, basi taasisi za umma zijue kwamba hii ni kamati rasmi inayofanya kazi rasmi, na kwa hiyo wapate ushirikiano. Nne, kwa sekta binafsi sekta binafsi inahitaji kutoa mawazo ya kina, mapendekezo yenye manufaa kwa kamati zetu kuhusu maboresho yanayohitajika, ili Tanzania iendelee kuwa na kivutio cha wawekezaji wa ndani na nje, na niwahakikishie, yani, kwamba dhamira hii ya serikali kwa kuwashirikisha sekta binafsi, tunalenga kuifanya Tanzania kuwa ni kivutio na ni kitovu